Msanii wangu hapa njo, eh, eh, wemweka majizo hiyo <laughs> fungua majizo hiyo, msanii tusikilize mziki, changamka naye msanii, kia siku maguu ya ajabu ajabu, utafikiri <laughs> unaendesha farasi <laughs> anapiga show. Fungua mziki tusikilize Uja... eh. Jamani, jizo hii hapa kampuni yetu kubwa kabisa eh. Yaani ukiziona hizi ndio zinatamba Dar es Salaam mkoa mzima na mikoani hmm. Hmm. weka mziki Maki, mwana habari, una habari za kunioje? Unataka kutaja maisha ya watu. Mimi nishavuka umri wangu sitakiwi kumsema mtu. Au nioni mimi 147 usiniulize utoporo bwana. Wewe weka mziki nitakupiga mitama msanii. <coughs> <coughs> kubwa. Show ya msanii milioni 30. 30. Eh, masaa mawili Masaa mawili Lema anapiga milioni 30. Na tunakoendelea sasa hivi napandisha milioni 50. Wanasema watu wengi wanakuja. Wanasema design yake nani? Design yake anamjua mwenye. Aya, Lema mwanangu huyo. Ah. Asima anakufa hapa. Asima yule wako mledia. Ah, anamsumbua kwenye DM kila saa. Analia muda wote. Aya. Asima angalia mtu huyo. Aya, ah. Mama Chanja Angalia mtu, mnamwachaje mtu, mnamtelekeza nanyi, mna watu wajane eh, aya na... Oya, maisha ndo haya, msanii kashatoka kimjini amumwezi. Anaja kudensi. Oya, huyu ana densi kushinda stage show atufudenke huyu eh. Ana densi kushinda stage show atufudenke. Sina. Angalia we, si unajua, angalia mtu anavodance huyu, wewe. Angalia mtu anavodance huyu sasa. Anajinu. Sasa hebu hebu hebu stop tu kuuliza swali kidogo, nataka tuambie kidogo, tuambie kwanza, mpango ikoje? Kuna nionako moja kwa kwa Dotto amekuwa mbali sana mpaka sasa hivi kwa vizuri pia, unamwambia je, unamwambia je? Uh, mi namshukuru tu kunipokea na kunisapoti yeah. Eh, nashukuru sana ni ni brother ambaye ana roho safi, anapokea kila mtu kwa kwa hiyo yeah. Jambo la kushukuru sana kwangu. Mpango yeah, iko vipi hasa sa? Kwa sababu watu wanasema wana sasa hivi promo ambayo tayari ishafanyika, yeah, una deserve vitu vikubwa kutoka kwa Doto. Yani mpango iliopo sasa hivi wao tu wasubiri, kazi nzuri, muda sio mrefu tutaachia ngoma yeah. Oya, tumetoa best kali sana, wasikilizie tu suni, kazi nzuri inaingia huyu yeah, ndio Dogo Rema International Tanzania wa kwanza yeah anawafanya wa Tanzania wa waudelanyingi sana. Hela milioni 26. 26. hiyo hiyo kwa kwa mimi mtu mtu anaendesha anaendesha na mavazi mavazi ya <laughs> Yani isti, mavazi ya mwanamuziki wangu. Yaani lebo yangu. mwenye <laughs> <laughs> ishina asinisalimie barabarani. Mjambauza le, le, lebo yako. Hey, kabisa hasa <laughs> e, thamani yake ndo mavazi ya msanii wangu haya. le, le, lebo yako, ndo hey, ah, hey. International hey. msanii hey, hey. msanii wangu wa kwanza na wengi wananipigia staki kwa sababu nina nyumba kubwa nimewaweka, nitakuwa napokea vipaji mm. Na kila kipaji kikiingia kuingia kazini milioni E, kwa sababu hiyo milioni ndio tutapa nauli kula. Kwa hiyo mtu yoyote anayokuja kuja kujiunga na mimi aje na milioni, na nyumba mbezi bichi kubwa tuna walinzi security safi na magari ya kutembelea. Unajua ndio sasa hivi umekuwa na uelewa mkubwa sana kuhusu masuala ya oya. Huyu anaondoka na kijiji, si huyu sopsop. Rema anang'aa, alikuwa hivi huyu. Mipango, mipango, mipango. Tusifanye mchezo laibendi, dola 100, dola 100 ndio la mtu anaihangaikia hiyo mchana kutu hajaipata yeah. Mipango, lipo... mipango si midogo kabisa hiyo vitu yeah. Taratibu, vitu havitaki haraka. Yaani wao wenyewe wadau ndo watamchodoto na mtaka msanii nitoe hela yangu which is which mm. you know? yaani yeah. Huyu wale wadau ndo watalipa hela kumpeleka Ulaya mm. Sie mm. Mimi tena Dotto Magari nitoe hela yangu ya makelele mtandaoni yeah. ya kushinda jua chini ya mwembe hapa mm. I never. mm. Wao wenyewe matajiri watatoa hela watampeleka Ulaya hey. sasa unauliza nini? Yule ndo mkubwa wa mziki Afrika yule yeah. ndo anatuwakilisha Tanzania Diamond Platnumz hey. ndo baba yao hey. sijui unanielewa hey. Unaona, wasanii wote unawajua, tuwataji majina wote, wametokea pale. Kwa hiyo yule ndo mkubwa wa mziki au yeah. Unaona wale watu London wamekaa foleni kama vile tunaenda kucheza singeli yeah. sasa yeah. huo ni balaa lile wazungu wanapanga foleni msululu kama lami hapa na, hapa na Bagamoyo hey. sasa Daimond mtu wa mchezo so, tumewakilishwa tumeheshimika eh? wa Tanzania hata hey. hey. wakisema wa Nigeria hela si wateja wametoa hela wameingia hey. yes. umbebe nani unaweza kumbeba mtu hey. Emwe, ni nibebe nipeleke Nigeria unaweza kunihudumia yeah. I mean, baba hey. nikwambie dunia nzima hmm. mpiga mziki nguli mashuhuri konkodi hmm. mfalume wa mziki hmm. Jibrilu mwenye mabawa hmm. taikuni. Sawa, mgu nje mgu ndani mm, alobarikiwa mm, na ufalme wa Mwenyezi Mungu Diamond Platnumz hakuna anaomuweza wala atomfikia. Sasa hivi ndo wameamini hey, yule ni tajiri bada, kwanza si mwimba mziki, ni tajiri. Tajiri. Anafanya hey, biashara ya mziki yeye ndo anaifanya biashara mziki ionekane na vipaji vingine vya chini vionekane. Aise, usinioji sema, siruhusi kugusa mwilini, ningekupiga acha. kunipandisha kichwa changu bwana, mimi mtu mzima. wewe umpendi eh? Diamond ni niliona, usinitajie mtu mjinga huyo bwana, unanitajia eh, mtu mjinga nini bwana? Kichwa mviringo hasa, ana akili yule mtu. Wewe unavyomuona yeye, ana akili. Hebu eh, pima akili zangu na akili za Mujako eh, tuweke hata nusu safu utajua nani ana akili. Kaamka usiku anakimbia Bane, mwite yule kichwa mvilingo na mimi utuweke hata dakika kumi alafu angalia mazungumzo yetu, utajua huyu zero brain huyu anauelewa, sio unanielewa? Tuite tutupe dakika kumi. Oya, mwanamuziki mkubwa ulimwenguni ni Diamond Afrika, hapa nchini Tanzania, bila watu kumwangalia Diamond kwenye mitandao kumwangalia kwenye ma TV huko Maulaya watu hawajaamka, hawajaishi, hawajafanya shughuli zao. Wewe unaona nani? Sasa nimeona, nimeona pia wasanii wa Bongo wanaanza kupanda private jet. Jizo hii. Piga yetu piga namba za simu njoo, tunakuletea kokote uliko, tunazo ndogo, tunazo kubwa. Jizo hii hapa. Jizo. Jizo hii hapa jamani, jizo, habari ya mjini hapa. Majizo tajiri mkubwa huyu, hizi ndo tuna supply sisi tu wa ulimwenguni, Afrika kote yeah. Wa mikoani piga namba za simu wa... ziko ndogo ziko kubwa, jizo international, nimemaliza. So, mimi nashukuru sana. Hey, na mimi nakukubali, mwana habari, mnaheshimika sana na nyinyi ndio mnafasi yetu julikane. Mm. Mungu akubariki sana. Sasa hivi umenenepa kidogo. Hey, mambo, umehama nini kule mako, ulikuwa unasema unakaa kambini <laughs> Habari. Kwa bungeni sasa hivi unaongelea. Ah, mna eh, vitu vya kawaida, vitu vya kawaida hivyo kwenye jamii. Sinafanya vitu vya ukweli, nina misimamo. Mm. Ujue maisha yako ukiwa na misimamo kwenye maisha yako unaishi vizuri. Sawa. Mm -hmm. Kwa jina langu mimi nilivyo na mtu mwingine hawezi kusimama hapa, hawezi kushinda hapa ofisini kwake. A. Anajificha kutwa maisi yake, anaenda anahangaika maofisi ya watu kwa sababu ya jina lake. Lakini mimi watu wakija na napeleka chini ya mwembe ofisini kwangu maisha yanaenda. Na naishi vizuri kushinda taa hao. Ndo iko hivyo kwa hiyo yeah. Hey, maisha, unajiamini, una misimamo, misingi, misimamo, misimamo. Juzi juzi, wakati ulivyozungumza bungeni bwana, nikaona watu kwenye mtandao wakakuwa nakusifia sana, akasema Doto ana kitu gani extra, mpaka bunge linamjadili Kenya huko Tanzania, ile ni kitu kikubwa. Ile wanaonisifia na, nao ndio wananichukia wao sijui yeah. Lakini jua wanaokusifia nao ndo wanaochukia hao, yeah. Kwa hiyo wako huku na huku, wako kimzani mzani, yani huku weka kinusu, huku robo, yaani yule ana eh, dokta. yeah. hey.